Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe tena na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yule Mungu mmoja tunayemtumaini kila wakati, aliye na makusudi mema juu ya maisha ya wanadamu wote tangu alipotuhumba. Maana kusudi la Mungu kutuhumba lilikuwa kusudi jema, japo shetani alitudanganya sisi binadamu kupitia baba yetu Adamu na Hawa, lakini bado Mungu hakukata upendo wake kwetu. Na ndio maana watu wana, wanaingia katika makosa na mahasi mbalimbali, lakini bado Yesu ananyosha mkono kutualika na kutuhitaji huo ni upendo mkuu ambao hakuna awaye yote anayeweza kuwa na upendo wa namna hiyo. Na kwa sababu ya upendo wa Mungu, ndio maana bado unaishi, japo unajaribu kutenda maovu na unayatenda kweli kweli, lakini Mungu anakusamehe ukimrudia yeye na kukiri, anakutakasa na anakupatia uzima ama uhai wa kuwepo duniani mpaka leo. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kusema asante kwa Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Nataka siku ya leo nitoe shukrani yangu kwa Yesu Kristo mara tena kwa kunipa nafasi hii ya kuja mbele zako wewe, mpendwa unayefuatilia chaneli hizi zangu, ingawa mimi chaneli zangu hazipambwipambwi vitu vingi, mapicha mengi ya kuonyesha kwamba mimi ni mtu mwenye, nina, nina, ninajiweza ki, ki, kifedha. Hapana, chanel yangu iko tu hivyo na rikodi tu na ninatuma. Utaona mapambo, mapambo mengi ya kupamba kama vile unavyoona kwa picha za watu wengine ama kwa video za watu wengine. Wanaweka tu vitu tuzuri tuzuri, kuboresha ile ile sura ya ile video ili kila mtazamaji aweze kuvutiwa na uzuri wa hiyo. Lakini mimi naamini kwamba neno la Mungu linasema kwamba usinicheke kwa kuwa mimi ni mwehusi mwehusi, lakini uzuri ninao. Haleluya! neno la Mungu unaweza ukalione kwa hali ya nje kwamba ni mbaya na linakutakia mabaya, lakini hivyo unavyoviona katika hali ya nje sivyo, sivyo ilivyo. Neno la Mungu kila wakati linatutakia maisha mema mambo mema utumaini jema. Bwana asifiwe sana.